Tuangalie jinsi gani unaweza kutumia AI kwenye Canva, jinsi ya kuandika skripti Canva unaandikia skripti kwamba ni designie kitu fulani inakutengenezea au inakuandikia. Sasa jinsi ya kutumia AI aa, au jinsi ya kutumia hii Canva, unaweza ukaja hapa kwenye hii hapa Canva AI, una kliki Canva AI, lakini kumbuka, ili uweze kutumia features vizuri hizi, lazima uwe na Canva Premium. Hapa unaweza ukaniandikia ukaandika tu maelezo yote, lakini unatakiwa ujue kwamba Canva itakupa au AI yoyote itakupa maelekezo kulingana na prompt uliyoweka. Unaweza nikaandika simple prompt kwamba, uh, naweza nikaandika African woman cooking ugali. Nikiandika hapo <coughs> itaniletea Yes, itaniletea picha ya African, African woman cooking ugali kulingana na prompt ambayo nimeiweka. Unaona? African woman cooking ugali. Sasa mimi nitakachokifanya nitakuja hapa nita yes, nitachagua prompt ambayo naitaka. Naikisha nani lakini kumbuka hizi hapa ili uzienjewe vizuri lazima uwe na, ka, uwe na Canva Premium, Canva Premium ambayo unaweza kuipata kwa, kwa shilingi 5000 kutoka Victoria Agency Naweka namba zetu hapo 0693880325 . Then ukiwa na Canva Premium, unaweza uka edit hizi hapa dimension, unaweza ukabadilisha vitu vingi hapa. Kwa hiyo nitaichukua hii au naweza nikachukua hata hii nika nani, lakini kumbuka, ili utoe design nzuri ni lazima uandike, uh, prompt kali. Sasa ili uandike prompt kali, unachokifanya ni unaweza, okay, hii ni Canva pro <coughs> Unaandika prompt kali, unayakuja katika ChatGPT, unaandikia unaweza kuambia kwamba write prompt, write prompt for, for african woman cooking ugali. Unaweza kusema hivyo, andika prompt ya african woman cooking ugali. Yes, Niandikia prompt, nitaandikia prompt moja nzuri sana. Sasa hii hapa prompt ndo nitaikopi, let's say, nitakopi prompt, alafu nitakuja hapa kwenye Canva yetu hapa, nitakuja kwenye Canva, kwenye Canva hapa, Canva AI nitapesti hiyo prompt, nikipost, nikipesti prompt, niki niki prompt nitaambia generate Nikisha yambia hapa sababu nimeweka maelezo mazuri lazima itatoa kitu tofauti kabisa na hiki cha mwanzo. Unaona kabisa hapa imekupa prompt moja kali sana ambayo tofauti ya mwanzo, picha ya mwanzo ilikuwa ni hii hapa, nimeandikia tu man cooking ugali African woman. Lakini hapa nimeambia, nimetumia kwanza ChatGPT ikaniandikia <coughs> prompt. Hiyo prompt ndio nimekuja kuitumia hapa kuweza kujenerate hii hapa, hii hapa picha moja kali sana, hii African woman cooking ugali. Sasa Uh, unachotakiwa kujua ni kwa kujua namna ya kutengeneza prompt, kuna video nitatengeneza inaonyesha namna ya kuandika hizo prompt. Kwa hiyo inakuletea picha ka, picha kadhaa hapa, unaweza ukachagua sasa wewe mwenyewe kwamba nichukue picha gani, nifanyie marekebisho. Kwa hiyo utakachokifanya hapa, unaweza ukachukua picha moja, labda hii hapa ukai download. Ukisha download unakuja kwenye uh, kwenye Canva ya kawaida huko, yes Canva ya kawaida Yes, naweza nikaja hapa kwenye Canva ya kawaida nika let's say, naweza nikachagua hii sample African woman cooking ugali nikaja ku apply kwa hiyo picha hiyo, picha ambayo nimetengenezewa, ambayo nimetengeneza kupitia Canva AI. Kwa hiyo naandika tu script yenyewe inakupatia design ambazo umetengeneza. Pia unaweza ukawekea design ikakutengenezea kitu kingine kulingana na wewe mwenyewe unavyotaka. Mfano zile, zile nani zangu ambazo nimetumia nime kule naweza nika ambayo imenidisainia kulingana na prompt yangu, naweza nika upload hapa. Alafu nikaja hapa nika labda natengeneza thumbnail ya YouTube, nikaja kuiweka hapa ikaniandikia ikanitengenezea kitu kizuri. Kama naweza, nataka kuongeza maneno naweza nikaongeza hapa kwamba Labda woman kama naweka hooks, kama naweka namba za simu naongeza hapa tata. Ili ufanye vitu, ni lazima uwe na Canva Pro. Sasa, ili kupata Canva Pro inapatikana kutoka Victoria Agency, ambapo kwa bei nafuu kabisa kwa shilingi elfu tano tu unapata Canva Pro ya mwezi mmoja, ambayo utaweza kudesign na kutumia hizi AI tools. Ziko nyingi sana izi, uh, Canva AI tools ambazo unaweza ukatumia, yes, ateeza video nyingine, jinsi ya kutengeneza video kwa kutumia Canva, unaweka tu script. Ukiweka script inakutengenezea ina video yako vizuri sana, video ambayo inakuwa na kama sekunde 10 hivi na kuendelea au sekunde nane ya ya. Kwa hiyo ndio njia rahisi ya kuweza ku design picha au script kwa kutumia Canva, kwa kutumia Canva. Ukiwa na Canva premium unaweza kufanya vitu vyote hivi kwa haraka na kwa nguvu zaidi. Kwa hiyo usiache kutafuta Canva Pro. tupigie simu au tafute WhatsApp namba 0693 880 325. Tutakupatia Canva Premium ambayo utaweza kuitumia uh, kutengeneza design kwa kutumia AI. Unakuwa unaandika tu maelezo yenye inakudesignia kulingana na ulivyotaka. Pia ukitaka kutumia ChatGPT unatumia ChatGPT kuandaa script ambayo utaitumia katika kwamba ili kuweza kupata dizaini zako. Angalia video zetu nyingine zinazokuja na zilizopita ili uweze kujifunza zaidi.